Waasi wa M23 wameingia katika mji muhimu wa Uvira mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, jana Jumanne, Disemba 9 mwaka 2025, na kusababisha maelfu ya wakazi kukimbilia nchi jirani ya Burundi. Mashuhuda na vyanzo vya usalama wameripoti kuwa wapiganaji hao waliingia mji huo kutoka upande wa kaskazini kazi katika wakati ambao Marekani na nchi za Ulaya zinataka kusitishwa mara moja kwa mashambulizi na kuondolewa kwa vikosi vya Rwanda mashariki mwa DRC. Rwanda kupitia Wizara ya Mambo ya Nje na Ushirikiano wa Kimataifa imekanusha kuhusika na ukiukwaji wa makubaliano ya karibuni ya usitishaji mapigano katika eneo hilo. Serikali hiyo imeendelea kukanusha madai ya kuunga mkono M23 ambayo mara kwa mara yamekuwa yakitolewa na serikali ya Kongo pamoja na wachambuzi wa maswala ya usalama. Shirika la kimataifa linaloshughulikia mizozo ICG limetoa taarifa likielezea wasiwasi wake kuhusu kuzuka upya kwa mapigano katika eneo la mashariki mwa DRC kufuatia shambulio linalodaiwa kutekelezwa na waasi wa M23 karibu na Uvira. Shirika hilo limeonya kuwa hali hiyo inaweza kutatiza utulivu wa kanda, hasa ikizingatiwa ukaribu wa eneo hilo na mpaka wa Burundi. ICGP imesisitiza kuwa ongezeko la matumizi ya ndege zisizo na rubani katika mapigano limeongeza hatari kwa raia. Kwa mujibu wa taarifa yao, matumizi ya teknolojia hiyo yameashiria hatua mpya na hatari katika mzozo ambao tayari umesababisha maelfu ya watu kuyahama makazi yao. Shirika hilo limezitaka pande zote mbili kuheshimu wajibu wao wa kulinda raia na kutekeleza kikamilifu azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa namba 2773 hususan kipengele kinacholenga kuheshimu mipaka na uadilifu wa ardhi ya DRC. Katika wito wake, ICG imelitaka jeshi la Rwanda kujiondoa kikamilifu kutoka ardhi ya Kongo na kulihimiza kundi la M23 kurejea katika maeneo yao ya awali kama ilivyokubaliwa kwenye makubaliano ya Doha tarehe 9 Julai mwaka 2025. Aidha, pande husika zimetakiwa kutekeleza ahadi zilizowekwa kwenye makubaliano ya Washington tarehe Disemba mwaka 2025, ikiwa ni pamoja na kuchukua hatua za haraka za kupunguza mvutano. Wakati huo huo, baadhi ya raia wa Kongo na watafiti wa masuala ya usalama wanaamini kuwa Rwanda ina maslahi katika kuendeleza hali ya kutotulia mashariki mwa DRC kwa lengo la kudhoofisha uwezo wa serikali ya Kongo katika kudhibiti usafirishaji haramu wa mali asili ikiwemo madini, wanyama pori na rasilimali nyingine. Hata hivyo Rwanda imeendelea kupinga madai hayo na imesisitiza kujitolea kwake kwa mifumo ya kikanda inayolenga kupambana na unyonyaji haramu wa rasilimali. Hali ya usalama mashariki mwa Kongo inaendelea kwa tete, huku jumuiya ya kimataifa ikizitaka pande zote kurejea kwenye meza mazungumzo na kuzingatia makubaliano yaliyowekwa ili kuzuia kuongezeka kwa, kwa mgogoro unaohatarisha utulivu wa eneo la maziwa makuu.